Naomba niwakumbushe mambo kama kumi hivi yanayohusu waheshimiwa madiwani na baraza kwa ujumla. Jambo la kwanza, naomba mtambue baraza la madiwani mahali ambapo maamuzi mazuri huzaliwa na matumaini ya wananchi hulindwa. Lakini jambo la pili, naomba mtambue uongozi bora huanza pale madiwani wanapoweka maslahi ya wananchi mbele dhidi ya maslahi yao binafsi. Lakini jambo la tatu, kikao cha madiwani kama hiki ni daraja kati ya ndoto za wananchi na utekelezaji wa maendeleo. Na nne kila diwani mwenye kusikiliza wananchi anajenga nguvu ya jamii kuliko nguvu yoyote, na diwani ambaye anataka kuijenga nguvu hiyo ni lazima asikilize kuliko kupiga makelele. Lakini tano, baraza imara tengeneza mji imara, lakini maamuzi yenu ndio msingi wa kesho iliyo bora. Sita, uadilifu wa madiwani mmoja mmoja huimarisha imani ya wananchi wote. Na saba, baraza la madiwani linaweza kubadilisha maisha ya wengi kwa uamuzi wa mmoja mmoja, lakini uamuzi wenye busara. Na nane, nguvu ya baraza haipo kwenye viti mlivyokalia, bali kwenye dhamira ya kuwatumikia wananchi. Tisa, kila hoja kwenye baraza ni nafasi ya kuleta mabadiliko chanya, ni lazima msikilize na mwamue kwa busara. Kumi na mwisho, madiwani wakiwa na umoja, wananchi hupata matumaini, mkitenda kwa haki, jamii hupiga hatua. Ndugu zangu, nitumie fursa hii ya ufunguzi wa baraza la madiwani katika halmashauri hii kwa kuwashirikisha mambo mengine machache. Kwanza ni suala la wajibu wa baraza katika kusimamia makusanyo ya mapato. Waheshimiwa madiwani, moja ya changamoto tunazokabiliana nazo kwenye halmashauri nyingi nchini ni upungufu wa mapato ya ndani unaosababisha miradi mingi kutotekelezwa au kutokamilika kwa wakati. Ni niwasihi msimamie kwa ukaribu mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuboresha vyanzo vya mapato vilivyopo. Endeni mkahakikishe vyanzo vyote vinatambuliwa, lakini pia vinawekewa mifumo sahihi na vinatumika ipasavyo bila upotevu. Nina uhakika uwa mmekwisha kushika madaraka mkikuta robo ya kwanza ukusanyaji wa mapato imekamilika na sasa tunaenda kwenye robo ya pili, mtapata muda wa kufanya tathmini ya mapato yaliyokwisha kusanywa hadi sasa na mtajua namna ya kuanza na namna ya kwenda. Pili ni swala la wa kuimarisha wajibikaji wa watendaji. Hakikisheni watendaji wanaosimamia makusanyo wanafanya kazi kwa uadilifu na pale panapoonekana mianya ya upotevu msisite kuchukua hatua. Waheshimiwa madiwani, kabla sijahitimisha, naomba nirejee kusema nyinyi ni nguzo ya uongozi wa wananchi. Ninawasihi kufanya kazi kwa uadilifu, zingatieni viapo vyenu na kushirikiana na serikali ya mkoa, wilaya, na watendaji wengine na wadau wote wa maendeleo ndani ya mkoa wetu katika kuleta maendeleo.